Na mtazamaji, msafara wa Jipange na Viusasa umeingia siku ya nne na ya mwisho katika kaunti ya Meru hii leo ambapo msafara huo umeteka mji mbalimbali kutoka soko la matunguu hadi Nkubu na Timau hadi Isiolo. Na wakazi waliojawa na furaha walijitokeza kwa wingi katika vituo mbalimbali kukutana na watangazaji wanaowapenda wa stesheni za Muuga FM na Inoro FM ambao walikuza ujumbe wa Jipange na Viusasa. Na watangazaji hao waliwahimiza mashabiki kujiandikisha hamsini pekee ili kupata nafasi kujishindia zawadi nyingi. Aidha, mashabiki waliburudishwa na wasanii maarufu wa humu nchini na kupewa zawadi za kusisimua. Nimeshiriki na mchezo wa Viusasa na nawahimiza watu watimao waendelee kucheza mchezo wa Viusasa, wanashinda familion, na pia wenye wakona points mingi hapa sasa hivi wamepewa 2K. Nimenunua point nikapata point 120 nikapata mavuli na vile nitaendelea kucheza, ndo nitaendelea kucheza nipate nipate bilioni mbili. Na sisi kutoka Muga FM tunasema tunawapenda, tutazidi kuwaandalia mipango ambayo inawasaidia katika maisha yenu, katika biashara zenu, katika ukulima, na tunasema watu waendelee kununua point zao kupitia Jipange na Viusasa.